Kama ile ambalo sisi kama serikali tunawashukuru sana, kwa sababu kwa wilaya yetu ya Singida kwa mwezi kwa halmashauri ya uh, Singida DC pamoja na manispaa tunahitaji takriban kama unit 600 hivi, ikiwa na maana kwa kwa kwa kwa kwa siku tunahitaji unit 5 mpaka unit kumi ambazo zitakazotumike kwa ajili ya kuweza kusaidia watu katika kupata damu. Sasa unit ambazo tunazipata huwa ni, ni, ni, ni tano au sita, lakini kabisa exactly tunataka tupate unit kumi walau ili tuweze kuhudumia Ee, mama wajawazito ambao inaonekana wao ndio mara nyingi wanapungukiwa damu baada ya kujifungua, lakini sisi bila sisi tuko katikati hapo, naona barabara kuu ambao katikati ya ajali ni watu ambao hawana ndugu, ni watu ambao imetokea hapo ajali wanatakiwa pale damu. Kwa hiyo kama tuna benki eh kwenye benki ya damu na kwa damu ya kutosha, inakuwa, eh, ni, ni changamoto sasa, kwa vijana wao kwa ndio jambo kubwa eh na nawapongeza sana, wameokoa maisha ya mama wetu, mama zetu ambao wanakuja kujifungua hospitali lakini mkoona kwa maisha ya vijana ya, ya, ya, ya watu ambao bahati mbaya ajali ikitokea barabarani, na pia vijana wetu na ajali nyingi sana za pikipiki hapa piki kwetu, na natoa wito kwa vijana wetu wanaofanya wa, wa, wa, wa kazi za bodaboda na bajaji kufata taratibu za usalama barabarani ili ili kuepuka ajali barabarani, kwa sababu si jambo hili ni jambo kubwa na ni jambo kubwa na la kipekee kabisa katika wilaya yetu ya Singida, na, wa na wapongeza sana.